9. Jina langu ni Felista Masai. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amesema Tanzania bara imepiga hatua kubwa tangu ilipopata uhuru Desemba 9 mwaka 1961, na, na kwamba anawashangaa wanaobeza kwamba nchi haijapata maendeleo ya kutosha. Tupate taarifa kamili. Rais Magufuli amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya uhuru ambayo kitaifa amefanyika leo kwenye uwanja wa jamhuri Dodoma na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Miongoni mwa waliohudhuria wa ni marais wa staafu mzee Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, sambamba na viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na Mama Maria Nyerere, aliyekuwa mke wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika hotuba yake Rais Magufuli amesema nchi imepiga hatua katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja, huduma za afya, elimu na nyanja nyingine nyingi. Madaraja ambayo yalishakamilika tangu tupate uhuru, madaraja makubwa makubwa ni zaidi ya madaraja kumi na saba, ukiachia mbali ujenzi wa barabara. Wakati tunapata uhuru, nchi yetu ilikuwa na vituo vya kutolea huduma za afya elfu moja na tisini na tano. Leo tuna vituo vya kutolea afya zikiwepo na hospitali kubwa kubwa zaidi ya elfu saba na mia mbili tisini na tatu. Watoto wa msanii Nguza Viking wakiongozwa na Mbangu Nguza wameuzungumzia msamaha waliopewa wa baba yao na ndugu yao Papii Kocha wakiwa nje ya gereza la Ukonga walilokuwa wakishikiliwa ndugu zao, walikuwa na haya ya kusema. Watanzania, ndugu zangu wengi wananifahamu kwa jina la Nguza kwa hiyo nimefika na tumepata kuzungumza na mzee lakini kwa sababu ya process taratibu ambazo zinafanyika zile za za, za magereza ni. Kwa hiyo taarifa ambayo nimepata ni kwamba mzee mpaka kesho asubuhi itakuwa rasmi kwamba mzee tutakuwa naye. Kuna process ambazo anazifanya magereza inapaswa zitimilike, zikikamilika hizo, basi atakuwa huru. Kwa hiyo nafikiri kesho tutakuwa tuna wakati mzuri zaidi wa kuweza kuzungumza oh. Sina cha kuzungumza zaidi hicho, na msubiria kwanza mzee atoke nizungumze na mzee kisha tutajua nini cha kuzungumza. Mimi nawapenda na washukuru sana na Mungu furaha sana. Ndio. Ulizipata muda gani hizi habari? Mimi nilipigiwa simu. Nilipigiwa simu lakini sikuamini kwa, kwa sababu kila siku siku, maneno yanaongelewa kila siku. Mm. Ukapata mshtuko baada ya kupigwa simu. Sana. Nilia sana mstuko baada ya kilio cha furaha. <laughs> Wewe ni mtoto wa wangapi kwa mzee wako? Ndiyo wa kwanza. Wewe ndio wa kwanza. Mtoto wa kwanza. Hmm. Wa kwanza. Hmm. Ah, bila shaka umefurahi sana. Sana sana. Na umefurahi sana. Sana. Sana, sana, sana. Ni baba yetu. Tumemisi. Anarudi uraiani jamani, Magufuli oe. Muda mfupi baada ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kutangaza msamaha kwa wafungwa wakiwemo Nguza Viking Babu Seya na mwanaye Papii Kocha, majirani zake wamezungumza na Global TV na kuelezea jinsi walipopokea msamaha huo wa Rais. Waandishi wetu Isri Muhammad pamoja na Ilar Daudi wametuandalia taarifa ifuatayo. Jumamosi ya leo ya disemba 9 mwaka huu elfumbili na kumi na saba imekuwa ni njema sana kwa Watanzania, kwa sababu tumetimiza rasmi miaka hamsini na sita ya uhuru. Tunashukuru Mungu kwa kuendelea kuilinda amani ya nchi yetu, na pia kitu kingine ambacho kimetokea leo ambacho ni kitu kikubwa sana kwa mashabiki wa muziki, lakini pia kwa watanzania kwa ujumla ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amefanikiwa au ametangaza rasmi kumwachia huru mwanamuziki Papii Kocha pamoja na baba yake Babu Seya. Najua wapenzi wale waseawadi palo watakuwa wamefurahi sana, lakini pia watanzania kwa ujumla tumefurahi kwa sababu alikaa gerezani kwa takribani miaka kumi na nne. Global TV Online tumefunga safari mpaka katika mtaa wa Sigara Street ambao upo Sinza Makaburini, jijini Dar es Salaam. Lengo hasa lilikuwa ni kutaka kuzungumza na baadhi ya majirani zake kuhusiana na kutangazwa kwa jirani yao kuachiwa huru. Wanalipi la kusema, wali mmisi au ni kitu gani ambacho wanaweza kukiongea kwa wakati huu ambao Babusea ameachiwa rasmi huru? Babusea leo, ambaye ni jirani yako hapa, naona mnaishi karibu kabisa, leo ameachiwa huru baada ya kukaa ndani jela kwa takriban miaka zaidi ya kumi. Leo ameachiwa huru. Kwanza tu hii taarifa umeipokeaje? Ah, mi mimi taarifa imenikuta nimekaa kwenye kochi, nilikuwa nafuatilia matangazo ya vipindi vyare, vya tv mm, kutoka Dodoma, rais alivyoanza ku kuelezea mamlaka aliyonayo kisheria kuhusu wafungwa na walioko gerezani pale nikajiwa na hisia kali sana, kuwa jamani ha, maelezo anayoyatoa mheshimiwa rais, kwanza amekuwa hodari sana, hakutaka kukurupuka. Ni jirani, kwa sababu enzi hizo na sisi tulikuwa ni jirani na mirindimo yake ya, ya muziki, maana tumecheza ngoma zake sisi eh? Ukweli tumefurahi, nilif, nilif, na hata majirani ilivyotajwa tu, watu wote walianza kulipuka huko nani. Kweli tunamshukuru rais mm, tunaraha sana uhuru wa leo mm. Jamani, rais Magufuli tunampongeza sana mm. na ningependekeza apate miaka mingine ishirini mm. Jamani, babu Seya anampa hongera sana, nataka nilie, jamani, sijui nitaliaje mm. Lakini nasema Mungu yupo. na furaha sana tena sana, sana, sana. Babu Seya alikuwa rafiki wa mami Sawa. Ya, yeah. Kipindi na miaka saba alinunulia keki kubwa sana. Ya birthday. Mm. Yani, alinunulia keki kubwa sana sana, yaani alinunulia keki kubwa ambayo hata mama yangu hakuweza. Umenielewa? Kwa hiyo leo niliposikia nililia sana, lakini nikafurahi. I wish nikaja karibia na nyumbani kwake nimeuona mm. Umuhimu wa magu na, yani mwanzo kweli sikupenda, lakini sasa hivi nimeuona na nimeuelewa. Nzuri. Mimi mzima kabisa, kwa siku ya leo nina furaha kubwa kwa sababu ya kitendo tu nilichosikia kwamba jirani yetu anatoka leo, Babu Seya. Ni kipindi ambacho kimeniwia kizuri sana, nimefurahi mno na siku za nyuma huko tulikuwa tunaishi naye vizuri na watoto wake walikuwa ni marafiki wa watoto wangu hapa mtaani, kwa kweli tulikuwa hatuna shida naye, lakini kwa kitendo hicho kilichotokea kwamba ameshikwa, amepelekwa ku gerezani, kwa kweli hatukujua kwamba ya zaidi ni nini, lakini kila mtu alihuzunika sana, na yule mke wake ambaye alikuwa anaishi naye hapo lakini akapoteza maisha yake, lakini yule mama tuliishi naye vizuri, tulikuwa tunashirikiana vizuri kwa kila jambo, kwenye matatizo, kwenye raha, tulikuwa tuko pamoja naye. Kwa hiyo mimi nazungumzia kwa hilo kwamba hata familia ile na hii ya kwangu, leo hata wakirudi hapa, yani itakuwa ni furaha na amani. Nyuma yangu hii nyumba ambayo imeandikwa namba ishirini na tano ndio ambayo alikuwa akiishi Babu Seya kabla hajahukumiwa kwenda jela mwaka elfu mbili na tatu. Naitwa Esther Muhammad, nyuma ya kamera yuko producer wangu anaitwa Hilary Daudi, HD team Media. Mamia ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam leo wamejitokeza katika hospitali ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuwaga mwili wa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, Joel Bendera aliyefariki juzi aliyefariki dunia juzi katika hospitali ya Mwimbili. Taarifa ya Hilary Daudi inasomwa studio. Ilikuwa ni simanzi na huzuni kwenye viunga vya hospitali ya Lugalo wakati mwili wa marehemu Bendera ulipokuwa ukiagwa ambapo viongozi mbalimbali wa kiserikali na michezo walijitokeza kumuaga na hivi ndivyo ilivyokuwa. <mulia> Zina, tunaungana na Watanzania wote kwa, kwa, kwa ujumla uh, kuomboleza uh, safari ya mwisho ya marehemu wetu kocha wetu mstaafu uh, marehemu Joel Nkaya Bendera, na kwa kweli sisi kama sehemu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Ni hivi karibuni tu uh, nilipata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Joel Bendera pale Dodoma kwenye sesheni ya bunge iliyopita Alikuja kwenye shughuli zake tukakutana naye tukazungumza, na alionekana ni mtu mwenye afya nzuri, muheri wa afya, lakini mpango wa Mungu wau ukosolei na wanadamu. Kwa hivyo tumepokea kama sehemu ya historia ya maisha ya mwanadamu, lakini kama tunafahamu, jambo hili halizoeleki kwa maneno mafupi. Unaweza kumwelezea Mwalimu Bendera kama mtu muungwana sana, kwa sababu alikuwa mtu mkweli mtu wa wazi lakini alikuwa na jua jinsi ya kumweleza mtu jambo. Mwili wa Joeli Bendera umesafirishwa kuelekea Korogwe, Tanga, kwa mazishi. Marehemu ameacha mjane na watoto. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana alihimidiwe. Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi, amen. Esther Msofe, Global TV, Dar es Salaam. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC kwa kushirikiana na baraza la habari Tanzania MCT, umoja wa waandishi wa habari wanawake TAMWA na wadau wengine wamevitaka vyombo vya usalama hususan jeshi la polisi kuhakikisha linafanya kila linalowezekana ili kumrejesha mwandishi wa habari wa kampuni ya Mwananchi Communication Limited. Taarifa ya Hilal Daudi inasomwa studio. Wakizungumza na waandishi wa habari Wadau hao waliokusanyika katika ofisi za baraza la habari MCT Mwenge jijini Dar es Salaam wamesema baada ya kupotea kwa mwandishi huyo wa habari waliunda kamati maalum ya kufuatilia suala hilo na walichokibaini ni kwamba kuna uwezekano mkubwa mwandishi huyo wa habari ameshikiliwa mahali fulani na watu wasiojulikana. Mtandao watetezi wa haki za binadamu kwa kushirikiana na wadau wa habari tajwa tuliunda timu ya pamoja kwa ajili ya kujiridhisha kinachotokea kule Kibiti, hasa sasa kupotea kwa mwandishi wetu ndugu Azori Gwanda. Na timu hiyo ilikuwa imekwenda mahususi kwa ajili ya kuzungumza kwanza na mke wake, majirani, ndugu jamaa, marafiki na jeshi la polisi katika mkoa mkoa ule. Lengo ilikuwa ni kujihakikishia kwamba tunapata taarifa ambazo ni za kweli na za kina zaidi kuhusiana na kupotea ndugu Azori Gwanda, kujua sababu za kupotea kwake, mazingira ya kupotea kwake, lakini pia e, e, kujua hasa zaidi uwezekano wa kupatikana ama kutopatikana kwa ndugu Azori Gwanda na mke wake pamoja na ndugu. Ameshafanya jitihada za kupeleka taarifa polisi kwayo, kwa hiyo wamekiri kwamba amepotea katika mazingira ambayo kimsingi ni ya kutatanisha. Mke wake mwenyewe ameelezea ame, kwamba hakutegemea kwamba hayo yangetokea kutokana na mazingira ambayo yalikuwa yamejionyesha. Wale watu waliokuja kumchukua hawakuonekana kama ni watu wanaweza kufanya mambo mabaya. Naomba vyombo vya ulinzi na usalama nchini vihakikishe kuwa raia wanaishi na kupata uhuru na usalama nchini, na kwamba jeshi la polisi liwe tayari kuwalinda mali zao dhidi ya jambo lolote baya. Tunasema hivi kwa sababu inaleta picha mbaya kwa nchi yetu, kwamba sasa inaonekana kupotea kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa raia ni kitu ambacho kinaanza kuwa cha kawaida. Eric Evaristi, Global TV. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jobu Ndugai ametoa pole kwa waziri wa mambo ya ndani Dr. Hussein Mwinyi na kwa familia ya wanajeshi wa Tanzania waliouawa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Kongo. Azizi Yashim anatujuza zaidi. Pia Ndugai ametoa pole kwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Venance Mabeyo kutokana na maafa hayo yaliyopata wanajeshi wake, ambapo licha wanajeshi 14 kuuawa, wengine 44 wamejeruhiwa vibaya, huku wengine wawili wakiwa hawafahamiki walipo. Naye rais John Pombe Magufuli leo katika maadhimisho ya siku ya uhuru aliwataka watu wote katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma kusimama na kuombea kwa dakika moja mashujaa hawa waliouawa wakiwa wanalinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio hilo la kushtukiza linatajwa kuwa baya zaidi kufanywa dhidi ya majeshi ya Tanzania katika siku za hivi karibuni. Azizi Hashim, Global TV. Watazamaji wa Global TV Online, sasa tunaingia katika ulingo wa michezo ambapo kocha George Luandamina ameonyesha kuwa na imani kubwa na wachezaji vijana wa kikosi cha timu ya soka Yanga, na kusisitiza uongozi wa timu hiyo kutowauza au kuwatoa kwa mikopo. Tupate taarifa zaidi na Esther Msofe. Luandamina amezuia kuondoka kwa wachezaji wote vijana walio katika kikosi chake hasa wale waliokuwa wakiombwa kwa mkopo. Kocha huyo raia wa Zambia ameusisitiza uongozi wa Yanga, wachezaji wa Yanga walio katika kikosi hicho wanapaswa kuendelea kubaki timu. Kadhaa zilionekana kuanza kuwanyemelea wachezaji makinda wa Yanga katika kipindi cha usajili wa dirisha dogo, lakini Lwandamina ameonekana kuendelea kuwahitaji. Wandamina amekuwa ni muumini wa vijana na tokea ametua Yanga amekuwa akitoa nafasi kwa vijana ambao wamekuwa akionekana kufanya vema. Esta Msofe, Global TV Dar es Salaam. Na mtazamaji wa Global TV Online, kufikia hapo tunakamilisha katika Global Habari. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuiandaa Global Habari, jina langu ni Felista Masaa, ila endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook na instagram ni global publishers, twitter global habari, youtube chaneli yetu ni global tv online. Subscribe ili uendelee kuishuhudia global tv mubashara. Pia usisahau kudownload app yetu ya global publishers inayopatikana kwenye play store pamoja na app store, ili kuendelea kushuhudia video mbalimbali kama hizi na nyingine nyingi. Utakie utazamaji mwema wa global tv online.

piga nyota 149 nyota sifuri moja alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom power to you. Global Online TV. Kiteknolojia kisasa kidigitali, habari utapata interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya masta. Usisahau breaking news, hapa ndio nyumbani kwao.